Yule yule tena Kazikazi Kampani. E, leo tena nimeletea nyumba hiyo. Nyumba inauzwa bei ni sawa na bure, nisikilize vizuri. Nyumba hii na vyumba vitatu, sitting room, dining, jiko chocha public, ina store e. ukubwa wa ukiwanja ni square meter 400, bei ni shilingi milioni 30 tu. Narudia tena bei ni shilingi milioni 30 tu ya Kitanzania. E, mazingira kama unavyoyaona e, hapa tupo mjini kabisa. nyumba e, hiyo nawaletea kwa thamani ya shilingi milioni 30 tu ya Kitanzania. namba zangu ndo zile zile: sifuri sita kumi na mbili themanini na moja ishirini na tisa sitini, au sifuri sita kumi na mbili themanini na moja ishirini na tisa sitini, au sifuri saba hamsini na sita hamsini na nne hamsini na tano arobaini na nne. Wote mnakaribishwa Kazi ndio hiyo, nyumba kali sana. Nyumba imesimama, nyumba imekamilika kila kitu, ina full rangi full tailizi full gypsum. E, nyumba.